kwenye upande wa vigezo na masharti mm -hmm. inategemeana na aina ya huduma ambayo mteja anataka kutoa. Mm -hmm. uh, kama nilivyokuambia awali kwamba tunatoa leseni kwa wanaotoa huduma za mawasiliano ya simu na internet, tunatoa leseni kwa wanaotoa huduma za uh, huduma za, za utangazaji na posta. Kwa hiyo ukiangalia hizi sekta tatu hapa, kila sekta au kila huduma vigezo na masharti vinatofautiana. Sasa ngoja labda niongelee sekta mojawapo ambayo ni sekta ya utangazaji. Ndiyo. Mm -hmm. Kwa upande wa sekta ya utangazaji kwa mtu ambaye anataka kutoa hiyo huduma au kupata hiyo leseni, ni lazima kwanza hiyo ni taasisi ambayo imesajiliwa kisheria. Inaweza kuwa imesajiliwa na wakala wa usajili wa leseni na biashara nikimaanisha Blela, au uh, inaweza ikawa ni taasisi ambayo imesajiliwa na, uh, na na, na tuseme hawa uh, wakala wa usajili wa ufilisi na udhamini nikimaanisha Rita au hmm, uh, inaweza kuwa ni taasisi ambayo imesajiliwa na haya uh, mashirika sio hmm, ya kiserikali NGOs, ambayo inakuwa imesajiliwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Kwa hiyo ni lazima hiyo ni taasisi ambayo imesajiliwa kisheria. Okay. Kwa hiyo inaweza ni, ni, ni kampuni inaweza ni, ni, ni taasisi lakini imesajiliwa kisheria na watatuletea nyaraka mbalimbali na lazima pia tuletee mpango wake wa, ki wa kibiashara na kiufundi. Tuone, je, huyu mtu ana ufanisi kweli kwenye tek, kwenye ufundi? Ana ufanisi kwenye fedha? Je, kwa <gibu> upande wa fedha, je, huyu mtu tukimpa, maana tunapompa huyu mtu leseni na kama tumempa Watanzania, tunasema tumempa moyo wote, je, huyu mtu ana vigezo? Kwa hiyo mm. tunaangalia vitu kama hivyo, nyaraka zimekaa sawa. Na mpango wake wa kibiashara lazima tuangalie, wa kibiashara na ki